Avieta, vusha ndege ushinde wapi utatua uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Zish, mambo. Poa. Wapendeza sana. Asante. Shoga yako leo umefungua duka lake, una nini la kusimulia? Nimempa pongezi nyingi sana, na cheleko Asma ameweza, Asma amekuwa okay, okay. Kuna, kuna baadhi ya watu na mimi kuna comment sasa hivi wanasema kuwa Asma amedanga, ndio maana amepewa a kuna... Danga yeye ni mtu ambaye anafanya hizi chekatua kois sana, walipa vizuri, kwanini asifanye biashara? Hamna hata alichodanga. Kwa nini baadhi ya watu wana hiyo dhana kuwa uh, mtu akiwa na pesa hususan mwanamke atakuwa amedanga maana? Hamna mtu anodanga, si sasa hivi watu wanafanya biashara na wanawake. Sasa hivi tumejanjaruka, tumestuka kwa sababu wanaume zetu ndani hawataki wanawake ambao wao kazi yao tu kulala ndani, kuamka, yani haivyo. Hawataki wanaume wote wao mwenyewe pia unataka mwanamke ambaye akusaidia taifa moja, hautaki ijibu kwa nguvu watanzania kusikia. Unataka demu ambaye maki, na mimi nakufanyia interview wewe hapo ulipo kakaangu, unataka mwanamke ambaye afanye kazi akusaidia taifa kumi. Ukimwambia tu baby, hapa kuna sehemu nimekwama, taifa moja. Wewe kile dio no, mke wako akupage taifa kumi, wewe hivi kashani paga milioni. Unataka mwanamke ambaye nani, mwanamke ambaye afanye kazi ajishughulishi, mtaki sasa. Ndio maana huyu amekubali vi mwanamke wake asome katia hela na familia ya kina vii wote wametia hela kwa mtoto wao ili asome ajielewe, hapo sawa? Eh, hakuna mwanamke ambaye bwana anataka tu mwanamke ambaye asifanye kazi. Eh, wanaume siku hizi hawataki wanawake ambao wafanye kazi. <laughs> Eh, wana, wana, wanataka wanawake ambao wanajielewa. Eh, kwa hiyo huyu hapa alipofungua biashara amejiongeza, hata kama ana mahusiano yake, mahusiano yake, anaona kabisa huyu mtu amejiongeza. Una lipi kwa wale wanawake ambao wanabeteka nyumbani, hawataki kufanya kazi, wanasubiri wanaume walete. Eh, una lipi la kuwashauri ama kuambia wale ambao wanawake ambao hawafanyi kazi, wanakaa tu nyumbani, wanasubiri ni timu Wasafi naweza nikasema hivyo. Jana u tu, tumeona uh, uh, Rita amevujisha sauti zile, hawezi uh, mchepuko, mchepuko, mm, kuoa na machepuko kama ameoa tujai kuona ugandi, wao ugandi. Na Zuchu ateteleki kwa chochote, niwaambie tu wa Tanzania, niwaite Zuchu ateteleki kwa chochote, siji huyu ukaja na mimba ya Diamond, hakuna anateteleka na ni uongo tu, wanataka tu Zuchu wamweke lojuu. Tumeona si... akai lojuu. Ukienda kwa Zuchu kwenye nyimbo zake, ukiingia YouTube, ukaiweka ile nyimbo, nasianguki mimi, nimechaguliwa ulompea nsi, unanielewa? Hiyo nyimbo naijua mwanzo mwisho, naipenda, naipenda hata Tumuona lakini pia pale kwenye video ambayo alikuwa anarekodi Tosi mdogo wa Diamond. Sikiliza, mimi punguza. Hamna, hawezi kumkumbuza yoyote, nimekwambiaje? Yeye atateleki. Yaani atateleki yani, kwa chochote, hata wakae juu yani amuashi bwana, yuko naye lele lele na anatamana naye. Sikiliza, nikwambie No. Una una mahusiano kwa muda mrefu sana, labda nikuulize tu wewe, si ndio? Unaweza ukaacha mahusiano kwa muda mrefu kwa ajili ya upuuzi wewe, uchiti mwanamke wako? Unampenda nyumbani umpende kwanza. Tabia yenu nyinyi wanaume, mkishaenda nje, mkishalizika, unasema mimi nimefanya nini hapa? Mbona yule mke wangu nyumbani mzuri sana. Anaondoka kwa mwanamke wake yeye, anakuona mjinga sababu kashamaliza shida zake. Sasa wewe mchepuko, makelele utapija, tutakuona chizi tu, umechanganyikiwa. Umenielewa? na kama mwanamke ambaye ana akili zake timamu hawezi akachana mwanamke na bwana wake, kwa sababu eti ya mchepuko no.

Alafu mimi nikimkuta mimi nilishai kumkuta Moze, yule pale huyo hapa anampaga mademu. Mume wangu ah, shemeji yangu wewe, wewe, yule pale, yule mtu peace, uh, anamwita njoo. Hey, kuna pambe huko, kuna mademu. Mimi naambia baby, nenda kaenjoy. Yeye ndo anajistukia uh, yule pale shemeji, naye shemeji mnafiki Eh? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, njoo. Uh, wewe. Pati gani wewe? Nini? Una pati gani? Huyu huyu? shemeji. Ah ah. Unaandaga kwa. Jamani mimi kwanza sina unafiki. Wa, kwanza watoto kwa wangu wanawaita wengine ni wananiambia mama, baba alikuja jana tulikuwa kwa Falidi. falidimashamasha ah, masha, masha. Masha mimi nina mke um, <laughs> wey wewe njoo shemeji gani huyu mkubwa, zambi zangu zote azibebe masha. Sitaki. Yaani, mimi narukia, tuna mambo mengi, tutamuua huyu siku moja. <laughs> mimi nakwambia, huyu siku yake moja huyuwadose. <laughs> uake nimekwambiaje? Lakini atu mimi wangu, namkumbatia, nampenda, siwezi kuachana na tabia mchepuko hata siku moja. Huyu anajua, huyu shemeji, sheme yangu nampenda, sheme na na sana, ajakunaika popote, namtania tu hapa. huyu shemeji yangu ambaye namkubali, ana moyo safi ana moyo safi sana. Yaani, kifupi kaka kapata. <laughs> Eh, kaka kapata, <laughs> kaka kapata. <laughs> Ila na mechepuko uache kumtafutia apanasha juua, hapana, mimi na mimi na familia tunaheshimiana sana sana yani. Jamani. Kwanza nenda kumsemea kwa Mbosso dakika moja huyu, naenda kumsemea kamba Mbosso mtoe umeneja huyu uwe yule babangu mzazi Namwambia Mbosso muwache huyu daika moja <laughs> awezi kumwacha silidogo lake baba moja. Ha, saa, na kumalizia libaba mojaakumalizia oh, msema uh, uh, ishatokea uh, Moze akachepuka na ukamsamea ukmwacha kwa sababu ya ni sababuikwambia kitu. Mimi Moze mimi nishai kumkuta na mwanamke siku za nyuma, hizo ndo nilikuwa naweza kufanya hivo, lakini sa nishavuka nishakaa na watu wenye akili zao eh, nishakaa na kina Zuchu ashanifunza misomo yangu, Zuchu mwenyewe vile vile. Umenyelewa, unajua Zuchu ni mtoto wa Bi Adija alijakopa, unamjua, hana mbaa we ugandi. <laughs> Umenielewa, kwa hiyo kwanza nilikuwa naenda, eh, Hey! aliambia, No, baby, haitakiwi kuchukua mpenzi wako kagombane naye ndani. Yule mwanamke ametongozwa kama wewe, sasa unataka kuniambia? Hebu niambie wewe <laughs> yule mwanamke aloezaga kwanza anajiamini vipi, eh. Tusubiri mwisho wake utaona, utakuja kuniambia Masha, ah kwa sababu wanakuwa siku mbili, alafu wataachana tena. Kwa hiyo mimi naona kama wanaweza wakaachana tena, sina uhakika, umenielewa? Kwa sababu yani siku zote Kajala yeye amenyoka hivi, umenielewa, ama ndo anakuja anazinguage. Kwa hiyo kama kweli ndio itakuwepo, mimi nitafurahi, sababu nitapeleka matarumbeta, nitafanya kila kitu. Ehe, karakaraka penzi yangu, ah. Kwa ninavyoona au amelionaje? Nakuuliza kwa sababu gani? Mwaka juzi alivashwa pete, pete imerudiwa tena. Umeelewa? Ya hii lakini ni ya ukweli kwa sababu sasa nikaniambia lazima watu wafanye nini? Waoane. Na ukumbi yani, sasa hivi tuna group kabisa la sherehe huko. Ukumbi tayari. Eh, sasa sasa ustaki nauogopa mwenzangua, nataka nimeonyeshe lakini nimeogopa. Unachukua na ukumbi. Yaani kila kitu na sasa hivi tuko kwenye process za kujua shela lakajaaua kununua nchi gani masha Liko serious kabisa mtafute Lokole, atakupa madishi yote. We, eh. Okay. Sasa mwezi uja, yaani mwezi, yaani yeah. yaani, siku fichi, hatutaki ndio yetu hiyo ya uji, tutaifunga kwanza ya kimya kimya, baadaye tutafanya sherehe, yaani mpaka tarehe ishirini ndo itakuwa tayari ya mwezi huu wa kwanza. Sema ndio uja unamaanisha ya Zuchu na Damu? Eh? Ndoa, ndoa huju inamaanisha nini? Nini? Sema ndoa ya huju namanisha nini? namanisha ndoa, yaani ndoa ya huju kwani ikoje? emniambie. Hauji maana yake unaolewa mwezi wa Ramadhani, leo unaolewa kesho, watu ndo wana nani, ndio hii tunaita ndo hauji, sisi Waislamu. Wow. Ushaelewa na Waislamu sisi hatuna mambo mengi, kwa sababu lajabu ajabu yeye ni Muislamu pia ana mambo mengi, ina maana anaweza akawana, hata wakiwa wawili imepita na ndoa hizo so ndo zinakaa, lakini ukisema eti unaolewa matarumbeta maikaeka sima nini eh, hey. Jamani, mdomo umechoka huko ah,